ya kusherekea masuala ya jumuiya na nawakaribisheni yote vijana na mabibi na mabwana kuja kusherekea, kusapoti jumuiya yetu hii. Jumuiya ya Tanzania ni jumuiya ambayo itakayotusaidia sisi wa Tanzania katika masuala yetu hapa Marekani na masuala yetu ya nje ya Marekani. Kwa hiyo vijana wote mnakaribishwa na wote mnakaribishwa eh, wana mabibi na mabwana, karibuni sana, tujumuike pamoja, tusherekee, ndugu wa jumuiya, kitu ambacho tunachoomba kwa kweli mjitahidi tushirikiane nasi especially kwamba mnatoa michango yenu ya jumuiya ili kuweza. Michango yenu kwa kweli, ndio vitu kama hivi ndio inafanya tunakuwa na hivi um, get together hivigetgeth um, kusaidiana. Kwa hiyo michango yenu ni, ni muhimu sana kwa kweli, kwa kweli, pamoja na kwamba wanajumuiya wachache sasa sasa hivi wameshatoa michango yao ya kamo wa kila hali na mali, na matunda mnayaona. Ili kuimarisha tunaiomba michango yenu 135 tu na na na kama kama kama ukitoa ukitoa kwa wakati mmoja ni ni kitu kizuri. Ukitoa, ki, ki break, ka 16, 6, ni kitu kizuri kizuri, lakini ukafanya miezi sita sita. Sana, kuna kuna kuna kuna njia mbili, unaweza unaweza unaweza ukatoa mchango wako. Tume tuta advertise tena. Uh, kuna PO box ambayo unaweza ukatuma cheki yako, na pale utaona simu kuna, uh, kuna simu ziko simu za mwenyekiti uh, makamu katibu na mwekazina, unaweza kampigia yote, kwa sababu nimeshatuma cheki yangu Tukiipata sisi tutakurudisha tutakutumia, uh, receipt. Kwa hiyo ndio njia nyingine, unaweza ukanipigia simu na ukaniambia uko sehemu gani, na kama ni wakati mzuri, nitakuja nitakufuata, kwa kwa kwa sababu kwa kweli tuna make sure tu na na na wanachama wetu ana kwa ana, na hicho ndio kitu ambacho tunaona ni muhimu sana. Kwa hiyo kama uko sehemu yote na uko sehemu yote tayari, una fungu lako, utatupigia simu, unaweza ukanipigia mimi, na simu yangu ni uh, 301 30, uh, 68581. Asante sana. Nashukuru sana. Tuchangamke tu ili tuendeleze jumuiya yetu vizuri, mm -hmm. na vijana wengi wapate kujumuika ku, ku, ku kasi. <laughs> Tuache mambo ya majungu majungu, sijui huyu nani huyu nani achana naye. Sisi ni DMV jumuiya. Jumuiya ni jumuiya. Uh -huh. Yeah. Tushua, people coming together. Uh -huh. And

Okay. Jumuiya inajumuisha watu wote na jumuiya tu si kwa ajili ya matatizo lakini pia hata kwa ajili ya kusherekea, kujumuika na kusaidiana katika mambo mbalimbali mba. Huu ndio uzuri wa Tanzania. Umoja umoja ni kitu cha nguvu, hukutengana bwana ni matatizo. Huwezi ukakuta nchi zingine wakafanya kitu kama kama hicho, na Tanzania ambao tunaweza kufanya hivi. Kwa hiyo naomba Watanzania wenzangu, popote mlipo marekani hapa na nchi zingine zote, pamoja na kule tanzania nyumbani, tuwe na umoja, tushirikiane, tuunde jumuiya kama hizi na tusaidia kupeana mawazo jinsi ya kuendesha maisha na vitu vingine kama hivi hawajajiunga basi, sisi ni Watanzania, kawaida yetu watapata habari, wataona picha. Basi usijione labda uko peke yako, hapana. Hata kama hujajiunga, ukija karibu, tunakukaribisha vizuri. Jumuiya ina umuhimu wake sana, umuhimu wake ni mzuri kwa kila mtu. Umeona bwana, kuna manufaa mengi yanapatikana katika jumuiya. Umeona, kitu cha kwanza kunakuwa na misiba mwana tunakutanisha, familia zinakutana kwa pamoja kwa kila wakati, watoto wetu wanakutana, wacheza pamoja, kujua kacha yetu inakwenda vipi, kupeana mwamko wa maisha, tunakuwa vipi? Tufanye nini nyumbani? Kilicho tuleta hapa kitu gani na tunatakiwa tufanye nini? Sasa jumuiya hii pia inatusaidia katika mambo mengi, yani kukutanisha katika watu wanatoka state mbalimbali kujakutana, wengine atujiuni hapa, na ukiangalia mimi mmoja hapa hapa nawakilisha, naitwa kama vile chifu wa Waruguru kutoka Morogoro. Niambia watu ambao wajiunge, na jumuiya wajiunge na jumuiya kwa sababu jumuiya ambayo yetu sote itatusaidia sisi kutambuana, mtu atakipata matatizo au vipi, bwana, tutamtambua tumsaidie vipi au vile vile au vipi, bwana, katika masuala kama hayo. Na najaribu kuwasisitiza Watanzania na mimi nikiwapo, mmojawapo, bila kujali itikadi yoyote au kabila au chama, sisi wote ni tuko pamoja tunapokuja Marekani tunatakiwa tuwe kwenye jumuiya moja, uh, you know, wa Marekani wanaita community. uh -huh. Inabidi tu na community yetu moja kama wa Tanzania. Watanzania uh -huh. Kwa hiyo ukiona sisi kama wa Tanzania wote tuweze kuwa na moyo wa pamoja kufanya vitu vyetu pamoja. as you can see, hii kitu kama cha leo kimefanyika baada ya muda mrefu, lakini kinaonekana kinafanikiwa. so kama kinaweza kufanikiwa, basi tujaribu kukifanya kiwe strong, in a sense kwamba tujaribu kutoa michango, tujaribu kukua pamoja, na tukiwa pamoja kwenye, kwenye shida pia tunakuwa pamoja kwenye da. Sasa angalia, kwa mfano sasa hivi kitu kichuchu, kimetokea Mtanzania sasa hivi hapo kama tunavyoweza kuunganikana hapa sasa hivi, kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye raha sasa hivi, pia tunaweza tukaungana kwenye shida vile vile. Nafikiri familia inasaidia vitu vingi, ni juana, haina haina haina familia. Inatuunganisha sisi wa Tanzania, tunakuwa kwa vilevile nio maana ya jumuiya. Yeah. Yeah. Jumuiya ni kuwa pamoja na wala si kutengana. Uh -huh. Na jumuiya inajumuisha vyama vyote vya siasa. Uh -huh. No, chama kimoja. Uh -huh. au chama kingine. Uh -huh. Hii jumuiya ya watu kwa ujumla. Uh -huh. Siyo kusema, oh, hii ni Chadema kwa sababu mahali popote mnapokaa mnakuwa labda mfahamiane. Kwa hiyo ile kukutana na kufahamiana familia na kukaa kusaidiana wakati wa matatizo na wakati wa furaha ni muhimu sana especially kwa sisi watu ambao tuko ugenini. Kwa hiyo ningeshauri kila mtu mahali popote alipo ajaribu kutafuta kuingia kwenye websaiti na kutafuta simu za uongozi na kuweza kuwasilisha

Sasa hivi tukipata tumepata baadhi ya misiba mifululizo hapa, na kinachotokea ni kwamba tunashindwa kupata watu wa kuweza kutoa michango ya haraka haraka, lakini endapo tuko kwenye community, tunajuana majina, tunajuana watu tuko wangapi, ni rahisi tukiitana mara moja. Huhitaji kutoa la nyingi, kwa sababu tayari tuko watu wengi tayari Watanzania pamoja na bila kujali matabaka ya kidini ya kikabila na ya kisiasa, na lengo letu kutuweka pamoja kutusaidiana katika mambo mazuri, kusaidiana katika msiba vilevile na kusaidiana katika majanga mbalimbali. Lengo ni Tanzania na Watanzania wote kuwa pamoja. Kwa hiyo tunaomba wanajumuiya wa Watanzania wenzangu wa uunga katika jumuiya yetu na moyo wa kujenga katika jumuiya yetu. Moja kama wa Tanzania. Tanzania ni umoja na ndio maana wa Tanzania. Asanteni na sana na umoja, shima yeah, shima naomba, naomba jamani, shimshi naomba nitoe shukrani kwamba wale wote ambao wamefika hapa wamejionea wenyewe jinsi ambavyo wa Tanzania wanamsisimuko ya na jumuiya yao. Wa Tanzania wamekuja hapa kwa wingi, na watu wamekuja wamepata kulio kwa tafiti kula kula kula nyama choma, watoto wamecheza kwa, kwa. Kwa hiyo naomba wa Tanzania wote ambao wamepata nafasi ya, ya kuja kwenye kipindi cha leo au ikifanya tukio la namna hii waje kwa sababu wamekosa mengi. Lakini pamoja na hayo yote, sisi ni kitu kimoja, bila kuangalia umetoka wapi, ni kabila gani, chama gani, wote ni kitu kimoja. Kuna haja na nia yetu ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanaungana pamoja, ili tuweze kutatua matatizo yetu kwa pamoja, ili hatimaye Tanzania na Watanzania